Asante Yesu, asante Yesu, asante Roho Mtakatifu, asante Baba yangu, ninakutukuza ninakuinua asubuhi ya leo. Asante Roho Mtakatifu kwa uaminifu wako, asante Roho Mtakatifu kwa nguvu zako. Ni wewe Baba yangu nastahili kutukuzwa na kuinuliwa, ni wewe Yesu nastahili kupewa utukufu asubuhi ya leo. Baba, wanao na watoto wako tuko mbele zako, tumenyenyekea mbele zako kwa rehema nyingi asubuhi ya leo Tutakase Bwana Yesu na turehemu kwa damu yako ya thamani, sisi ni wanawe e Bwana. Tumeshuka mbele zako, Roho Mtakatifu, tumekosa mbele zako e Bwana, nasi tunaanguka magotini pako kama Daudi hali sema nianguke magotini pako Bwana, nasi tunaanguka magotini pako asubuhi ya leo, rehema zako zisizokoma, rehema zako zisizokoma, rehema zako zisizokoma Re

Wengine Bwana wangekuwepo lakini leo hawapo. Mimi nimepata kibali na neema mbele zako. Ni wewe tu Bwana, ni wewe tu Bwana risantara makuria babara rusa tatataramakuria riandara makuria basika baba baba, baba, baba. moyo wangu naimba sifa kwako, moyo wangu naimba utukufu, moyo wangu naimba heshima Moyo wangu unaimba kuinuka, moyo wangu unaimba utukufu wako. O makerubi na maserufi wanainama, wanaanguka chini ya kiti chako cha rehema baba, baba, baba. Nimeinua mikono yangu juu kwa kuinulia wewe, mwenye utukufu, wewe mwenye enzi na nguvu, wewe mwenye mamlaka na utukufu. Asante Yesu. Asante Yesu Asante Yesu kwa ajili ya mama huyu kwa ajili ya baba huyu kwa ajili ya kijana huyu kwa ajili ya binti huyu Anainua mikono yake kukutukuza baba, baba, baba, baba, baba, baba. uwai umetupa wewe heshima umetupa wewe upendeleo umeweka kwetu ni wewe Bwana, asubuhi ya leo tunaungana na maselofi tunaungana na makerubi wanaokutukuza na kukuinua, wanaokutukuza na kuinua rikandara mando rosata rababakoria manda risiteriri shanta ra kaka yanda ra makosha risaka raba koria rindarindarindarinda rosatatatttata rinda. Baba, baba baba baba, tumenyenyekea mbele zako, tunasifu utukufu wako Bwana. Usituache Yesu, utukufu wako Bwana usipungue kwetu, neema yako Yesu isipungue kwetu, mukono wako Bwana usipungwe kwetu. Baba, fadhili zako ni kuu, uweza wako ni mkuu, mamlaka yako ni kuu, uweza wako ni mkuu robo shanda ramakuria Risakatatatata raka makotasa rikandorukushata makarimasikati in the mighty name of Jesus. Baba, tunakuinua. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa kutupenda, asante kwa kututhamini, asante kwa kutuona kwamba na sisi tu wenye thamani mbele zako. Utukufu na enzi na nguvu ni zako katika jina la Yesu. Penzi mwanafamilia, oh, mwambie Yesu asante, mwambie Yesu asante, andika hata kwa mkono wako comment, hata kwa mkono wako, mwambie baba asante, mwambie Baba asante kwa kunileta asubuhi ya leo. Asante Yesu, asante Yesu. Oh, ninaona mkono wa Mungu unakuja juu yako asubuhi ya leo. Ninaona Mungu akikuinua asubuhi ya leo, naona Mungu akikufanikisha asubuhi ya leo naona Mungu akitenda jambo kubwa asubuhi ya leo. Naona Mungu akibadilisha ndoto zako. Naona Mungu akibadilisha uchungu. Naona Mungu akibadilisha maumivu ambayo umeumia kwa miaka mingi. Naona Mungu akibadilisha maumivu uliyopitia kwa muda mrefu. Ninasikia sauti ya Mungu asubuhi ya leo, kwamba mtu mmoja maumivu yake anaenda kuisha, kwamba mtu mmoja maumivu yake anaenda kutoweka. Haijalishi umelia kwa miaka mingapi lakini Baba anaenda kufuta kilio, kilio ulicholia kwa miaka mingi, kilio ulicholia kwa muda mrefu, kilio chako ulicholia kwa muda mrefu Baba anaenda kukifuta. Wewe ambaye uko tayari unasema Baba, nataka ufute kilio changu, na unataka ungane pamoja na mimi saa hii, na unataka ungane pamoja na mimi saa hii, unataka Mungu afute machozi, nataka Mungu akufute kutoka kwenye taabu, kwenye laana, kwenye mikosi, kwenye taabu, kwenye majanga, na unatamani kuungana pamoja na mimi, chukua hiyo namba ya WhatsApp, tuma message yako, tutasimama na we, tutaomba lakini pia chukua namba hiyo ya Vodacom ya sadaka, mwambie Mungu ninapotoa sadaka hii, maumivu yangu na machungu yangu asubuhi ya leo yaishe. Utakapofanya hivyo, utaona Mungu anakutua mzigo mzigo uliotoa, mzigo mkubwa mkubwa uliotoa uliobeba maumivu makubwa uliopitia, na maumivu yanakwenda kuisha na mkono wa Mungu unakwenda kuwa dhahiri asubuhi ya leo. Kuna neema, inawezekana unapita kwenye haya machungu, inawezekana unapita kwenye hiyo taabu. Na unataka tusimame pamoja tuombe. Chukua hiyo namba ya WhatsApp, fanya kitu, tuma meseji yako, ambia mtu wa Mungu napitia hapa, tutaomba na Mungu atafuta kilio, atafuta mateso, atafuta taabu, atafuta kila huzuni katika jina la Yesu Kristo. Ninasikia sauti ya Mungu asubuhi ya leo, nasikia sauti, nasikia sauti kuu sana. Zaburi ya asubuhi ya kusogezewa baraka Mandarama koria basi kate ya kusogezewa baraka Baba wa kukusogezea baraka. Mungu akusogezee baraka, Yesu akusogezee baraka, Yesu akusogezee baraka, akusogezee baraka kwenye malango yako, kusogeza baraka kwa mji wako, kusogeza baraka kwenye neema, kusogeza baraka kwenye utukufu, kusogeza baraka kwenye kazi yako. Sogeza baraka nyumbani mwako kusogeza baraka kwenye hatima yako kusogeza baraka oh. Zaburi ile ya ishirini na moja. Zaburi ya ishirini na moja nitasoma mistari michache kidogo, lakini e, Bwana anakwenda kufanya jambo kubwa sana sana sana, mstari mstari wa wa kwanza mpaka ule mstari wa kumi na tatu Biblia inasema ya kwamba e, Bwana mfalume azifurahia nguvu zako na wokovu wako ataufanyia shangwe nyingi sana. Na wokovu wako ataufanyia shangwe nyingi sana. Oh, anasema, wokovu wako ataufanyia shangwe <laughs> umeokoka muda mrefu na umepita kwenye maombi mazito, lakini Bwana hajai kufanyia shangwe. Asubuhi ya leo naona Bwana anaenda kukufanyia shangwe, Bwana anaenda kukufanyia shangwe. Oh my Jesus, glory. My Jesus, glory. Anasema umempa haja ya moyo wake wala hukumzuiliwa matakwa ya midomo yake. My Jesus, haja ya yako Bwana nakupatia, anasema maana umemsogezea baraka za heri. Umemsogezea baraka za heri. Baba akusogezee baraka za heri, akusogezee baraka za heri, akusogezee baraka za heri, akusogezee baraka za heri robo shaka. Anasema umemvika taji ya dhahabu safi kichwani pake. Oh my Jesus, glory. Anasema alikuomba uwai ukampa muda mrefu, kwa siku nyingi, milele na milele. Alikuomba uwai ukampa muda mrefu. Oh my Jesus, Zaburi ni Zaburi ya Zaburi, ajabu sana Baba. Umeomba uwai, Baba anakupa, anakupa siku nyingi za kuishi. O oh, ninaomba Mungu akupe siku nyingi za kuishi. Baba, tupe siku nyingi za kuishi. Tunajiunganisha na Zaburi ishirini na moja my Jesus asema utukufu wake ni mkuu kwa uokovu wake, anasema heshima na adhama ha, aweka juu yake. Anasema maana umemfanya kuwa baraka za milele, unaona, wamfurahisha kwa furaha ya uso wako. Baba akufanye kuwa baraka za milele. Baba akufanye kuwa baraka za milele. Baba akufanye kuwa baraka za milele anasema kwa kuwa mfalme ukutumaini Bwana na kwa kuwa fadhili zake aliye juu, anasema na kwa fadhili zake aliye juu utaondoshwa, hataondoshwa, na mimi nakwambia hautaondoshwa, nasema hautaondoshwa. Anasema mkono wako wa, wa, uta, utawapata adui zako wote, mkono wako wa kuume utawapata wanaokuchukia. Wacha wanaokuchukia watandiko wapigwe. Waanguke katika jina la Yesu Kristo. Anasema utawafanya kuwa kama tanuru la moto wakati wa ghadhabu yako Bwana, atawameza kwa ghadhabu yake na moto utawala. Wacha moto ukawale maadui zako katika jina la Yesu Kristo. Matunda yao utayaribu na kuyaondoa katika nchi na wazao wao katika wanadamu. Anasema madhari madhari walinui walinuia uh, kukutenda mabaya, waliwaza kila hila, wasipate kuhitimiza. Anasema kwa maana utawafanya kukupa kisogo, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa upore kwa, uto, kwa upote wa uta wako ukiwateketeza, ukiwa ukiwaelekezea mishale E Bwana utukuzwe kwa nguvu zako, nasi tutaimba na kuimili uweza wako katika jina la Yesu Kristo. Inua mikono, sema baba yangu, asante kwa kunisogezea baraka, asante kwa kuniinua tena asubuhi ya leo Baba, kupitia neno lako nami. Asubuhi ya leo ninakiri kwamba umenisogezea baraka nyumbani kwangu, umesogeza baraka kwenye mji wangu, umesogeza baraka kwa biashara zangu, katika jina la Yesu Kristo. rikandara makutarabakusha. Umesogeza baraka kwenye hatima yangu, umesogeza baraka baraka kwenye ndoa yangu mikono yangu katika jina la Yesu ra mamandoroko rabashaka risatatatata omba. Ninaona nguvu ya Mungu ya kusogezewa baraka, ninaona baraka za Bwana zikija kwa nyumba yako. Ninaona mama mmoja, umekuwa unalia kwa miaka mingi, na Mungu ananiambia saa hii baraka zinakuja. Ninaona Mungu ananyesha hiju ya baba huyu, umekuwa unateseka na hiyo tatizo, umekuwa unateseka na uchumi wako umefunga. Mungu ananiambia asubuhi ya leo ameisikia kilio chako. Oh, naona binti huyu ambaye amekuwa unateseka kwa miaka mingi juu ya hatima ya ndoto zako azitimii, Bwana ananiambia ndoto zako zinatimia saa hii. Ninaisikia sauti Mungu ananiambia kuna mtu mmoja anataka amsaidie saa hii. Kuna mtu mmoja anataka kusogeza baraka kwenye mji wako na ndani yako unasikia kwamba kuna dhabiu unahitaji kutoa asubuhi ya leo. Kuna dhabiu ya kujilazimisha, dhabiu ya lazima, kuna nasikia kutoka asubuhi ya leo hii sadaka itaenda kuzisogeza baraka nyumbani mwako. Hii sadaka inaenda kusogeza hatima nyumbani mwako. Nataka watu wale ambao wanachukua sadaka nzuri, chukua sadaka yako nzuri, hata kama ni elfu kumi oh, ikamate kwa mkono wako wa kulia. Ninapoomba mungu anakwenda kusogeza baraka. Baba, ninatamka juu ya mama huyu, ninatamka juu ya baba huyu. Oh, namuunganisha na zaburi ya ishirini na moja namuunganisha oh, kijana huyu na zaburi ya ishirini na moja Acha baba wa mbinguni ukamsogezee baraka nyumbani kwake, kwa uzao wake, kwa tumbo lake, kwa kizazi chake, oh, katika jina la Yesu, sogeza baraka nyumbani mwake, sogeza baraka nyumbani mwake, sogeza baraka nyumbani kwake, sogeza baraka nyumbani mwake katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina. Amina, amina, amina. Mungu akubariki sana. Panda sadaka yako kwenye namba hiyo ya 0679645759. Nachukua namba hii ya Vodacom, basi panda sadaka yako na share pamoja na sisi. Mungu akubariki sana, nikutakie siku njema yenye baraka na fadhili nyingi. Shalom, shalom, shalom.